Ni mahali pa msalaba, tunapotoka mateso. Hiyo hali ya kuteseka kwa baba aliyopita nayo muda mrefu, nasema haita simama tena, hatua mpya na pia, machkas ninafuta chochote kilichofunga maisha yake, kilichatamia hatima yake, kinaondoka. Kwanzia sasa ninapoweka mkono juu yake kikauke. Chemchemi ya magonjwa na mateso, kauka, kauka leo, mwisho wa mateso na mwisho wa mangaiko Mwisho historia mpya inatokea. Kuanzia leo kwenye madhabahu hii, nguvu nguvu nguvu! Mwache mwache mwache mwache, mighty name of Jesus. Kuanzia sasa huyu baba, historia mpya kwake na kuwa kwake, kwa jina kwa kwa Yesu. Amen, yes.